Diva, niondoke bana, nisikilize nikusikilize nini unataka kuongea nini, kuongea nini eh? ne. Ne. Nikusikilize nini lakini, naomba uniachie niondoke, nisikilize bibi, usiondoke sasa hivi ni usiku saa saba hii bibi, angalia saa ngapi? Sawa, najua mimi napoenda, naomba niachie niondoke, nakuomba tuongee mara moja, tuongee mara moja, dakika moja tu naomba, dakika moja tu nizungumze naye, usikasirike mpenzi wangu, dakika moja tu nakuomba. No, mama. Njoo. Dakika moja, moja tu naomba, yeah, yeah. Nikae Baby. Nizungumze naye usiku. Unataka kuenda wapi? Eh? ukipata matatizo huko baby, kugombana tu mimi na wewe siku kweli, unataka kuondoka unaenda wapi sasa mm hivi -hmm. Niambie basi unaenda wapi? mm -hmm. nikuruhusu Nisikize nikwambie, kitu kimoja, wewe ndio maana ya usingizi wangu, wewe ndio maana ya kumbato langu. Usiku unaweza ukaondoka nikakuruhusu uondoke kwa hasira, lakini nitajilaumu mimi. Najijua. Nakumbuka usiondoke mpaka asubuhi. Naomba tulale. Mimi na imani tukishafumba macho yetu, tutukiamka asubuhi, hizi hasira zetu zitaisha. Sikufokei tena, mamangu, sawa? Sikufokei tena sawa?